Na baadhi ya viongozi wa kisiasa na wadau katika sekta ya elimu katika kaunti ya Nandi, wameibua wasiwasi kuhusiana na utayari wa serikali wa kufanikisha mpito wa wanafunzi wa gredi ya tisa hadi sekta ya junior sec secondary ulioko chini ya mtaala mpya wa masomo CBC mwaka ujao. Wakiongozwa na mbunge wa Aldai Marianne Kitany na gavana wa Nandi Stephen Sang, viongozi hao walihoji utayari wa shule, walimu na sera zilizopo katika utekelezwaji wa mpito huo. Wakizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya AIC Chabisa iliyoko Aldai katika kaunti ya Nandi wakati wa hafla ya kutoa shukrani ya matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka wa 2024, viongozi hao waliangazia changamoto ambazo zinaweza kuathiri utekelezaji wa mpito huo. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa muundo msingi, ukosefu wa maabara na maktaba

wanafunzi wa gredi ya tisa wanatarajiwa kufanya mtihani wao wa tathmini ya kujiunga na shule za Senior Sekondari mwezi Novemba. <coughs> Hayo ya kijiri, taasisi ya Machakos ya mafunzo ya ualimu imesherekea hafla ya kwanza ya kufuzu kwa walimu wa mtaala wa CBC. Zaidi ya mahafala mia tatu walihitimu na shahada ya diploma ya mafunzo ya CBC, hii ikiwa ni hatua kubwa ya utekelezaji wa mtaala huu humu nchini in the 20, 21st century it is not a time just to sit down and wait to be employed please i urge you to be innovative have ideas have strategies on how you can also self employ yourself or you can achieve your objective in other ways Jacqueline Masharia, dira ya magwiji